Nina wasalimu wapenzi watazamaji. Waiche kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana kwenye ukumbi huu ambao unakupasha taarifa za ukweli. Kitu ambacho ninakuomba ni uweze kupiga subscription, vile vile sambaza hizi kanda. Hii serikali ambayo iliweza kumwaga damu ya wananchi zaidi ya elfu kumi ndiposa wakaingia madarakani kwenye uchaguzi ambao ulikwisha, sijui kama ni uchaguzi au ulikuwa ni wizi, ambao ulikwisha tarehe ishirini na tisa Oktoba, wameanza kulimana, wameanza kupigana. Na wameanza kutofautiana. Hiyo ndio furaha kubwa ya wananchi sisi, hiyo ndio furaha. Hata ni heri wapigane, wakosane, wakosane kabisa, hata watusiane, kwa sababu sisi hatukuweza kuwachagua hawa viongozi. Kwa nini mtu mwenye anaitwa Emmanuel Nchimbi naona amenyang'anywa kazi? Emmanuel Nchimbi ni makamu wa rais haramu ndani ya hii serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa Emmanuel Nchimbi inaonekana kwamba kazi yake kama makamu wa rais imeenda amenyanganywa, kwa sababu kulingana na katiba makamu wa rais huwa ndiye anamsaidia rais kipindi ambapo hayupo sawa, kipindi ambapo hayupo kwenye nchi. Ninamaanisha nini? Angalia sasa hivi Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu anaonekana kuwa kipenzi cha Samia. Kazi ambazo makamu wa rais anapaswa kumsaidia rais, Mwigulu Nchemba ndiye anapewa. Emmanuel Nchimbi haonekani, lakini ninawaomba muwe makini. Hii inaweza ikawa kwamba ni vita ambavyo wameviunda kuchanganya wananchi, kufuta msimamo wa wananchi, kukataa hii serikali. Ninamaanisha nini? Samia yuko, nimeona wameweka chapisho hapo kwamba ataongoza shughuli ya kupokea hati za utambulisho wa mabalozi kuja Tanzania kuanzia saa sita mchana katika ikulu ya Chamwino, hivyo yupo kwa sababu tangia siku ya ilikuwa sijui ni Jumatatu, Jumatano, ametoweka. Hata taarifa za siku ya uhuru Tanzania ziliweza kutolewa na Mwigulu Nchemba na wala sio Emmanuel Nchimbi. Kwa kawaida, rais ndiye anatoa, kikatiba. Rais ndiye anawaambia wananchi kwamba kesho utakuwa na shughuli kutakuwa na siku ya kusherehekea, lakini Mwigulu Nchemba ndiye aliweza kutoa hizo taarifa na wala sio rais. Basi tuseme rais alikuwa mgonjwa, basi si makamu wa rais angesaidia? Rais ni kumaanisha kwamba katika hii serikali kuna utafautiano. Angalia tena sasa, kipindi ambapo rais yupo anapokea wageni, si ndio? Anata, anapokea wageni ambao wanaleta kitu ambacho kinaitwa hati za utambulisho wa mabalozi. Leo palikuwepo na kikao cha secretariat. Hmm? Kikao cha secretariat ya maadili kwa viongozi wa umma. Kipindi ambapo palikuwepo na hicho kikao, mwenye amepewa kuongoza hicho kikao ni Mwigulu Nchemba, na kulingana na katiba ya Tanzania inasema kwamba rais ndiye anapaswa kusimamia hicho kikao. Kama rais hayupo basi makamu wa rais anachukua nafasi, anasimamia kikao. Ukiangalia, Emmanuel Nchimbi akawekwa kando, waziri mkuu akapewa kazi asimamie hicho kikao, kumaanisha Emmanuel Nchimbi muka, makamu wa rais ameanza kupokonywa kazi na waziri mkuu ndiye anapewa, Mwigulu Nchemba. Ninawaomba wapenzi watazamaji, muweze kuangalia hivi. Hata hii siku yenyewe, nimekuambia ilikuwa ni uhuru day Tanzania. Mtu ambaye alitangaza ni Mwigulu Nchemba. Emmanuel Nchimbi hakuonekana. Tuseme basi hata Samia alikuwa ameugua, hakuonekana mtu mwenye napaswa kumsaidia Samia ni Emmanuel Nchimbi. Nchimbi hakuonekana, Mwigulu ndiye alitangaza hiyo. Ni kumaanisha kuna shida ambayo hawa watu wameanza kuunda kwa hii serikali ili kuchanganya wananchi. Tuwe makini sana, kwa sababu gani? Samia amegundua watanganyika hawamtaki na yeyote mwenye anaonekana kwamba anatesa mtanganyika ni adui wa watanganyika. Samia anapendwa na wazanzibari kwa sababu pale ndipo anatoka. Mimi ninaona hivi kwa sababu Emmanuel Nchimbi ni mtanganyika, wanataka kuonekana kwamba wanamtesa ndiposa watanganyika waache ule msimamo ambao wanasema kwamba hii serikali yote iende nyumbani waende kumtetea Emmanuel Nchimbi, na hapo tutakuwa tumepoteza focus yetu ya kusema kwamba hii serikali yote iende nyumbani. Kumbuka kwamba wapenzi watazamaji, Emmanuel Nchimbi mwenye ni naona wananchi wameanza kumtetea kwenye mitandao ya kijamii, Samia Suluhu Hassan, Mwigulu Nchemba, wote walikuwa pamoja kuwaua wananchi, kwa hivyo haya mambo ambayo naona wananchi wanasema, o, sijui Emmanuel Nchimbi ameanza kuteswa kwa hii serikali ya Samia, ameanza kupokonywa uh, kazi mtu mwenye anaitwa uh, Mwigulu Nchemba ameanza kupewa kazi ya makamu wa rais. Mimi naona kwamba hii inaweza ikawa ni strategy ambayo serikali imeunda ili kuchanganya wananchi halafu wananchi waache ule msimamo ambao wako nao wa kupiga serikali msasa wa kukataa serikali alafu waanze kumtetea Mwigulu, yani waanze kumtetea Emmanuel Nchimbi, sijui umeanza kutesa mtoto wetu, sijui wewe mbona unamuonea. Sasa ninawaomba tusipoteze fokasi, tusimame imara na tuseme kwamba hii serikali yote, Emmanuel Nchimbi, Mwigulu, Samia waende nyumbani tusianze kuegemea sijui tunatetea Emmanuel Nchimbi sijui nini hapo, tutakuwa tumepoteza fokasi. Hao viongozi wote waliweza kuwaua wananchi. Angalia kama hii leo nimeweza kuona kuna huyu mbunge mwenye ameweza kufariki wa chama cha CCM uh, mwenye anaitwa Janesta Joachim Muhagama Wananchi hata hawajaweza kushtuka, wamesema kwamba hao ni miongoni mwa wale ambao waliweza kusherehekea mauaji ya wananchi. Hawakuweza kutoa hata salamu za pole kuelekea kwa familia ambazo zimeweza kuwapoteza wapendwa wao. Kwa hivyo, hii serikali ambayo iliweza kujichagua juzi imeweza kupoteza mbunge mmoja mwenye anaitwa Jenista Joakim Muhagama, ameaga ameaga dunia na mtu ambaye ameweza kutangaza hilo mpenzi mtazamaji, ni spika wa bunge la kitaifa ama spika wa bunge uh, la Tanzania uh, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi sina mengi, asante sana kwa kunisikiliza, ila tusipoke, tusipoteze dira tusianze kutetea sijui Emmanuel Nchimbi kwa sababu yeye ni Mtanganyika, ameanza kuteswa, ameanza kupokonywa kazi. Hao wote waende nyumbani, kwa sababu nimeona wachache wameanza kusema kwamba tutasimama na Mtanganyika wetu, sijui ameanza kuteswa, ameanza kunyanganywa kazi na Samia, wameanza kumpea Mwigulu Nchemba. Hao wote walikuwa pamoja kwenye kuwaua wananchi, unanielewa. Tusipoteze focus jamani.